Msingi wa tatu katika Qur'ani ambao unamkinga mwanadamu na kuingia katika shaka, kuwa na tabu katika maisha, kuwa na dhiki katika maisha, kuishi maisha haya fi ta'abin wa fi nakadin wa fi dhiqin wa dank, ni kushikamana na duaa.

Nishafika hali ya utu uzima sana mpaka kichwa kimetoa mvi kimewaka moto. Ni balagha ya kusema kimetoa mvi, amekuwa mtu mzima sana ishtaala ar rasu shayban, kimewaka mvi, yani kimetoa mvi. Wahana al-'azmu minni, na mifupa imekwisha kudhoofika Nimekuwa mtu mzima sana hapa nilipo, washtaala ar-ra'su shayban, lakini walam akun biduaika rabbi shaqiya, mimi sijawa, wala sijawahi kuwa ni mwenye kupata tabu, ni mwenye kupata dhiki na shida, wakati nimeshikana na maombi ya kukuomba ewe Mola wangu, kwa maana ya kwamba maadamu mimi naendelea kukuomba, basi pamoja na utuuzima wangu huu, pamoja na udhaifu wangu huu niliyofikia, sijakata tamaa ya kwamba ewe Mola wangu utakuwa nami. Haya ni maneno ayasema Ibra, uh, Zakaria alayhi ssalam, ili alete utangulizi wa kuomba mtoto, ya kwamba nimefika umri wa utuuzima kwa hiyo nahitajia mwana ambaye atayaendeleza haya ambayo mimi umenikalifisha, kuyatekeleza katika sheria, katika da'wa, katika tauhidi, katika kuwalingania watu Uislamu na mambo ya kheri, mambo mazuri. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akaitika dua yake.

kwa ile tabu yote ambayo wameipata kuanzia tabu ya babake kuanzia dhiki aliyoipata ya, ya babake na shida kubwa sana mara aambiwa atapigwa mawe, mara aambiwa atafukuzwa, wahjurni malia, niondokee hapa, sitaki kukuona la arjumanaka, na kikuona tena mara nyingine ya pili nitakupiga mawe, pamoja na watu wake ambao wamemfanyia vitimbi vikubwa sana lakini akamwambia mola wake, walam akun biduai rabbi shaqiya, mimi siwezi kupata tabu maadamu nimeshikana na duaa. Namwomba mola wangu subhanahu wa ta'ala. Ayuha lmuslim, unayeamini ya kwamba aliyoko mbinguni ambaye ni samia duaa ambaye ni mujib ad-da'awat, ambaye ametwambia ud'uni astajib lakum, ni kitu gani ambacho kitakufanya uwe na tabu, wakati umesema rabbana? Shida yako yoyote mlinganie mola wako subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas, kwa imani, kwa yaqini ya kwamba atakuitikia na ataku atakupa yale ulioyaomba kwa kadari na hikma anayojua Allah subhanahu wa taala, na vile alivyopanga wewe, si lazima iwe vile ulivyoomba wewe. Basi fahamu ya kwamba hakuna tabu utakayoipata. Manabii hawa na hawa waja wema walilifahamu hilo. Ndio maana wakashikamana na dua, Allah subhanahu wa taala akawatoa katika tabu. Tabu gani ilimpata Ibrahim hata siku walipomtia katika moto kumchoma moto? Uliambiwa, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Shida gani ambayo itaweza kumpata wakati ameshikamana na dua kumwomba mola wake subhanah? Akawaambia watu wake, walam akun biduai rabbi shaqiya.